Sasa minchakuchangia hapo kwa habari ya kwa nini Mungu awasikilize, ni agano la kale kitabu cha Ayubu. Unaona pale wakati shetani anaenda pale kwa Mungu na anaongea naye kwa habari ya Ayubu, akitaka akitaka ampepete Ayubu, na Mungu akamruhusu lakini asiguse roho yake. Bwana Yesu asifiwe amen. Kwa hiyo nikijaribu kulinganisha hapo naona kwamba Mungu kwa sababu Mungu alimuumba shetani kama alimu, alikuwa ni Lucifer malaika wa sifa na alivyo alivyomtenga na uso wake, akisubiri hukumu ya jana Mungu na vitu alivyokuwa kumuondolea, kwa maana ana shetani ana nguvu ana pesa watu, yani kama Mungu ni ya juu sana. Yani, kama ingekuwa ni wewe leo ungeweza ukamuondolea kila kitu yani, lakini Mungu hekima yake iliamua hivi kwamba anamwekea muhula na kwa muhula huo atapata hukumu.